kukutana na au kuwepo kwa mahakama iliyokamilika kwa maana ya majaji watatu. E, mahakama ya leo ilikuwa inaongozwa na Jaji Mheshimiwa Mtulia pamoja na Jaji Mheshimiwa Kamana pamoja na Jaji Mheshimiwa Chuma. A, leo tumepata maelekezo ya mwanzoni kabisa ya kisheria kwamba maombi haya hayana kasoro yoyote ya kisheria na yanapaswa kusikilizwa katika maana e, sahihi kwamba kulikuwa hakuna mapingamizi yoyote kuhusiana na e, uwa, usahihi wa maombi yaliyoletwa mahakamani. Baada ya hatua hiyo e, mahakama imetuongoza pande zote mbili e, kututaka sasa tu, tuombe haki zetu za kusikilizwa kwa njia ya maandishi sababu. so, e, shauri hili la kikatiba liliopo liliokuwepo leo kwa mujibu wa sheria linasikilizwa kwanza kwa njia ya maandishi, mawasilisho ya kila upande. Kwa hiyo mahakama imetoa maelekezo hayo kwamba kila upande ulete mawasilisho yake ndani ya siku kumi na nne. Mawasilisho hayo yatajikita katika e, maelezo ya maombi sheria husika zinazorejewa au zilizobeba dhana nzima au msingi mzima wa maombi, na katika maombi hayo tukiwa na maamuzi mbalimbali yanayotia nguvu maombi yetu au nafuu tunazoziomba, tabidi na tulizowasilishe mahakamani. Alafu mwisho katika mawasilisho hayo, e, kwa niaba ya mwombaji tutaomba nafuu tunazozitaka tutawasilisha maombi hayo kwa msajili wa mahakama kuu au katika masijara ya mahakama kuu hii alafu itakwenda upande wa pili na wenyewe watajibu na upande wa pili pia serikali wameomba na wenyewe wapewe nafasi hiyo kisheria kujibu ndani ya siku kumi na nne baada ya hapo mahakama itakaa tena tarehe thelathini ili iweze kutoa eh, kuangalia kama kuangalia kama mleta maombi anapaswa apewe nafasi ya mwisho ya kujibu. Kwa hiyo hayo ndio yaliyojitokeza leo, lakini kwa ufupi ni kwamba e, baada ya hatua hiyo sasa, kwa niaba ya wasikilizaji a na, na, wa, katika ufahamu wa sheria, baada ya hatua hiyo tukishabadilishana maandishi, mahakama sasa itapanga siku ya kusikilizwa lakini zingatiwe kwamba tu, kwa kufanya ma, majum, maandishi, tutakuwa tumeshaanza kusikilizwa pale tutakapopangiwa. Sasa kusikilizwa ni pale tukupata nafasi ya kufafanua yale ambayo tutakuwa tumeshayaweka kwenye maandishi, na baada ya pale tuiachie mahakama tukufu itafakari maandishi yetu, itafakari ufafanuzi tutakao utoa, ipitie maamuzi mbalimbali ambayo tutawasilisha yanaounga mkono nafuu tunazoziomba, iangalie katiba, e, vifungu vya katiba tulivyovirejea, iangalie vifungu vya katiba hivyo vya bradea au hiyo sheria inayohusikana na, na haki za msingi kupatikana haki za msingi na sheria ambazo tumezirejea, iangalie vifungu tunavyovibishania hasa kifungu cha 194 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya, ya jinai na sheria zote ambazo tumezirejea basi iweze kutizama kwamba je, hizo nafuu tunazoziomba ni zina msingi wa kisheria na basi mahakama itumie nafasi kutoa maamuzi yake.